Matumaini ni dira ya msafiri, bila matumaini ataelea gizani na safari bila ya matumaini ni mithili ya bahari bila ya mwanga wa taa. Mapema ya Alhamis ya tarehe kumi na tatu mwezi huu Novemba, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, alimtumaini Daktari Mwigulu Lamek Nchemba Madelu kwa kumteua kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uteuzi huu wa Mheshimiwa Rais unakuja baada ya siku kumi tu tangu alipokula kiapo cha kuendelea kuitumikia Tanzania kuwa Rais katika awamu yake ya pili ya uongozi wake. Je, yeah, unaifahamu umuhimu wa nafasi hii katika serikali? E, karibu ni kusimulia kuhusu umuhimu wa nafasi hii na viongozi mbalimbali ambao waliwahi kuhudumu katika wadhifa huo. Jina langu ni Abdullahi Mashi, karibu tuwe sote. Waziri mkuu ni nafasi nyeti kabisa katika mfumo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dakta Mwigulu Lamek Nchemba anakuwa ni mwanaadamu wa kumi na moja kushika wadhifa huo tangu ulipofanyika muungano wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Waziri mkuu ndiye anayeshikilia turufu ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali za kila uchao. Kama haitoshi, yeye ndiyo kiungo muhimu kati ya rais na wizara zote za serikali. Itoshe kusema waziri mkuu ni kiongozi anayebeba majukumu makubwa. Safari ya waziri mkuu nchini Tanzania imekuwa ni kielelezo tosha cha mabadiliko makubwa ya kisiasa yaliyoasisiwa tangu enzi za uhuru, kwani baada ya Tanganyika kupata uhuru wake 9 Disemba, waziri mkuu wa kwanza alikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere chini ya mfumo wa kifalme wa Uingereza. Baada ya Mwalimu Julius Nyerere kuwa rais wa Tanganyika, nafasi hiyo ilisitishwa kwa muda hadi iliporejeshwa tena baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar mwaka 1964. Na waziri mkuu wa kwanza baada ya muungano huo alikuwa ni mzee Rashid Kawawa, ambaye alihudumu nafasi hiyo kwa miaka nane mtawaliana kutoka mwaka 1964 hadi mwaka 1972. Baada yake akafuata Edward Sokoine, aliyeshika nafasi hiyo kwa nyakati mbili tofauti, mwaka elfu 1977 hadi mwaka 1980, kisha tena mwaka 1983 hadi mwaka 1984. Mwingine aliyowahi kushika wadhifa huo alikuwa ni Cleopa David Msuya mwaka 1980 hadi mwaka 1983. Pia alikuwepo Salim Ahmed Salim mwaka 1984 hadi mwaka 1985. Baada yake alifuata Joseph Warioba kutoka mwaka 1985 hadi mwaka 1990, John Malechela mwaka 1990 hadi mwaka 1994, kisha Cleopa David Msuya tena mwaka 1994 hadi mwaka 1995, Fredrick Sumaye mwaka 1995 hadi mwaka 2005, Edward Loasa mwaka 2005 hadi mwaka na 2008, kisha Mizengo Peter Kayanza Pinda kutoka mwaka na 2008 hadi mwaka 2015, Kassim Majaliwa mwaka 2015 hadi mwaka 2025, na sasa chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia bunge la 13 lilo chini ya chinia Spika Musa Azan Zungu likamthibitisha rasmi Daktari Mwigulu Lameck Nchemba waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiongozi kijana na mtumishi wa muda mrefu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Alizaliwa katika kijiji cha Iramba ndogo wilayani Iramba mkoani Singida Januari 7, 1975. Ni msomi wa shahada ya uzamivu PhD aliyoipata katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Salam Dr. Mwigulu Nchemba amewahi kushika nafasi kadhaa serikalini katika awamu ya marais watatu tofauti. Chini ya serikali ya awamu ya nne ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete aliwahi kuwa naibu waziri wa fedha mwaka 2012 hadi mwaka 2015. Katika serikali ya awamu ya tano chini ya hayati Dr. John Magufuli alikuwa waziri wa mambo ya ndani kutoka mwaka 2015 hadi mwaka 2017. Katika serikali ya awamu ya sita kipindi cha kwanza chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa waziri wa fedha na mipango mwaka elfu mbili na ishirini na moja hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tano Historia ya uwaziri mkuu wa Tanzania ni simulizi ya uongozi wenye dira, uwajibikaji na uzalendo. Tangu kitambo cha wazee wa asisi kina Mwalimu Julius Nyerere na Mzee Kawawa hadi kizazi cha sasa cha kina Mwigulu Lamek Nchemba Madelu. Dkt. Nchemba anaingia katika ukurasa huu wa historia akiwa na jukumu la kuendeleza misingi ya utumishi wa umma uchumi shindani, na Tanzania yenye umoja na ustawi kwa wote. Kila la kheri kwake. Abdullahi Mashi, Kishki TV, Dar es Salaam. Kishki TV, nuru ya dini yako.